nipo nipo nipo nipo nipo, hali mm. yangu mbaya, hali yangu mm. mbaya, nimechafukwa. Yani tangu jana sijala chochote yani, hamu ya kula sina, naona na maluelue kizunguzungu sikizungumkuti. mm. Da, timu yangu bwana inaniumiza sana inaniumiza sana timu yangu, matokeo tunayoyapata hapa atasirizikinayo kabisa, rafiki yangu mm. mechi mbili Yaani atrisi mechi mbili, mm. moja hapa nyumbani, nyingine ugenini, zote nimefungwa mm. na kinachoniumiza mimi sana, loo mm. performance ya timu yangu bro, mechi ya hapa timu yangu imeonyesha kiwango kizuri kipindi cha pili mm. halikadhalika mm. kule mali nako timu yangu imeonyesha kiwango kizuri kipindi cha pili mm alafu tumekosa magoli zaidi ya, katika mechi mbili tumekosa magoli zaidi ya kumi na nne clear goli kabisa, nakosa la mimi. Napenda sana Simba, sina la timu wachezaji wanavyocheza yani, wana, yani unaona kabisa hata wapambani ile ninavyojua mimi ile Simba Sports bro, nimekosa ile Simba ya kujituma ile ya kupambana yani, wachezaji wangu kwa kweli wapambani yani, nafanya kuhesabu tu baadhi ya wachezaji wanaopambana, unaona kabisa, huyu kweli anapambana, huyu kweli anaitakia timu kweli ipate matokeo mm, lakini wengine wote wanacheza kama wako kwenye bonanza. Timu waipambani bro, timu waipambani, wachezaji wajitumi, wanatuumiza sana, hasa mi bwana, wananiumiza na anakuwa sina talaa yani eh, yani na kwa sina talaa Mungu tu amenijalia tu mimi mwanamke wangu Simba mwenzangu na wanangu, lakini vinginevyo siu ningekuwa naishi maisha gani? Nawafikiria wenzangu ambao wake zao nao wako upande wa pili siu wanaishi maisha maisha gani kweli. Kuna pikika kweli, kuna kulalika kweli kweli, lakini mi namshukuru Mungu bwana. Vinginevyo siu ingekuwaje saizi? Naona ningejikuta niko jela, tushachinjana. Mi naipenda sana Simba ga Samu zangu wawe tena upande wa pili na hivi ndio tayari mechi hii tayari ile wameshinda. Mm. Eh? Hii kloge nini wamepata sare sare maua. Mm. Aya, pana kalika kweli ndani namnaye mnaye na, na mimi mechi mbili tayari bubaa tayari shatobolewa macho. Na mimi ndio tayari narudi na kutoka kazini ndio naleta fedha. Mm. Nikupe fedha wewe ya kula wewe tayari kama hivyo tesi. Ah, usingechimbika. Mimi mm. Napenda sana Simba Bro. Mm. Katika starehe yangu ya mi namba moja kabisa, kwanza kushiriki ibada, ya pili ndio ya Simba Sports. Naumia sana timu yangu navyocheza mpira ambao ueleweki, wachezaji wajitume, wachezaji wanafanya kwa hesabu yani, wanafanya kwa hesabu yani, timu nzima wachezaji afike hata sita ambao wanapambana. Sasa huo timu kama utapata matokeo wapi? Hakuna matokeo. Staili hiyo mchezaji anakosa goli anachukulia poa yani, eh? mchezaji tokio kikosa goli unaona? Unajua bro mimi ndo maana mchezaji mpaka sasa hivi mimi ambaye mpaka sasa hivi bado ananiumiza sana kichwa, pamoja ndo alipitaga kwetu sisi Simba Sports, yule Kagere bwana Kagere, alikuwa akikosa goli yani, unamuona kabisa watu yani kama umekufa ganzi yani, anakuwa hana la. Sasa hivi Simba ni mwili wote ni kama umekufa ganzi; mchezaji anakosa goli anacheka tu anacheka kama yuko na mwanamke wake, yani anachukulia kama kitu rais. Rais ajui kama watu yeah, wanaumia. Mickson aliandika arudi, na Mickson kama kuna uwezekano dirisha dogo arudi, ah, sijajua kwa sababu mimi bwana, so mwenye marundo mm -hmm. Lakini kwa timu tulokuwa nayo ile, bado nafasi bado anayo pale, kama uwezekano upo arudi kwa timu tulokuwa nayo nafasi. Yani sisi anapambana, unajua Simba Sports, upambane ujitume Simuoni kucheza Nasoma, siona, sielewi kuna nini, shida nini? Simuoni mimi kata umeme, simuoni Simba kati pale. Ah. Watu wanatamba, watu wanapita pembeni, watu wanakwenda huku wanatunja bwana Simba yangu mie. Mm -hmm. Wangejua Simba mwenzao naipenda Simba jinsi ninavyoipenda, ingekuwa embe dodo mimi ningekula na majani, Simba yangu. Yaani, si nakuaga, sina raha kabisa bro mm. Nimevurugwa sana hapa, jana sijala leo siri, kesho siri, kesho kutwa nitakula. Najua njaa siku tatu, siwezi kufa mm. lakini tafanyaje? Uwezi kumkata mwanao kwa ugonjwa upele bro, labda mm. ujipange sana sana. Mimi kama shabiki wa Simba Sports sana sana nikuomba dua timu yangu, na nina imani kwa mechi nne mm. kama wachezaji watajituma ile kisawa sawa, sawa. Mm. Nema, kabisa, na imani kabisa, tutafanikiwa na tutaingia kwenye tutaingia nusu finali robo mm. tutaingia robo finali, nusu finali mara ya mwisho umeishuhudia Simba ikiishia tu makundi, mda mda mrefu sana tulishatokaga huko mm, tulishatokaga huko mda mrefu sana, miaka minne mitano tushatoka. Ndio maana mm, sasa hivi tushaanza kuona utamu. Unajua bro. amna kitu cha utamu kwenye mashindano kama ya kimataifa, kwanza Afrika nzima Afrika nzima. Afrika nzima yote inayangalia Simba. Tupo ulimwenguni, tupo ulimwenguni. Mpaka kwenye sayari ile ya Mars kuna viumbe fulani navyo vinataka kumwangalia Simba. Alafu kuna watu, wawili, watatu, ya na watu wanakuja kucheza chini ya kiwanja. Wanakosa magoli ovyo. Bro, si ushatoka ile, ndio maana mimi na slogan yangu Simba ya Ulaya. Hasa mambo yale ya kizamani yale tu, ndio uwanjani pale umeweka bakora yako mgongoni, timu itoke tena mwanze kupigana kupigana na bakora, au twende hadi Bunju kule ukatia bakora wachezaji maisha gani? Wanatuumiza bro. Unajua tunaumia bro. Tumekosa wachezaji wenye, yani mchezaji mwenye kutoka jasho na damu wale. Eh, yani tumekosa yani unaona mchezaji an anacheza kama kama ana mele kama kama analimotiwa hivi. Wewe leo kacheze hivi. Cheze chini ya kiwango hivi. Wanacheza tu rafiki yangu kama mikula sigara bwege bwana, mpira gani namna ile? Wapambane, watu naipenda timu yetu wapambane, wajitume, wajitoe kisawa sawa. Kama watapambana, kama watajituma na usajili tuliofanya, bro, mimi nakuhakikishia tunafika mbali pasi na shaka na yote bro. Eh, hey, tunafika mbali bwana kwa namna ambavyo umeitazama Simba jana imecheza chini ya kiwango lakini pia haijapata matokeo. Mapungufu umeona wapi? Ah, sana sana, kati mpira ulikuwa utulii, kati pale mpira ulikuwa utulii kisawa sawa, mpira ulikuwa uko nyuma. Kama uliangalia kipindi cha kwanza, beki zilifanya kazi kubwa sana, kubwa sana, kubwa sana mpira kati ulikuwa utulii. Mpira sasa ukienda, okay, mbele basi atwisi na kidogo uwe unakaa, eh? siku moja moja basi, hata mwalimu huyu huyu, nani wetu, mwalimu wetu nani, meneja yeah. wetu amue kule mbele, siku moja amue tu, anza anzisha Jonas Anisoa, anzisha na mkwala Jonas, na kati pale tuekee Yusuf Kagoma, mkata transformer mkata mi transformer ile, anang'oa waya tena ule, anaing'oa ile kiubaya ubwela kuna nini ukagoma double napendi sana tafu, pana nini kulia huku, kama kawaida, na na baba Esta Mrigo naye inabidi sasa, kuna wakati na apumzike kidogo, atulia, anaingia tena dakika kadhaa. Mrigo, unajua mm -hmm. anatumia energy kubwa sana pale namba katika kupambania timu. Bro, timu sisi tunao sita, upate tabu sana, ndio wewe mkata umeme. Tuna timu sisi ya kupambana kwenda kutupa matokeo fordi. wako tia wawili, umemaliza apo, Morris Abraham lazima umwanzishe mm -hmm. ule dogo unajua, anaelewa. Alafu ana speed. Yani ule dogo yani Yaani mwalimu mimi angeniambia yule kocha wetu yule, nani meneja wetu, siku anambia pasi milioni, halo pasi milioni, yule si Bulgaria, pasi milioni yote za baada baada baada baada ba, yani yote, vaje wewe kwa Bulgaria kwamba hali yako iko vipi? Ningemuelezea tu ningemuelezea nini, afu ningemwambia kwenye mambo ya listi, ningempangia list kidogo, bwana. Leo anza na hawa bro. Mbona ataniletea mimi nusu wa mshahara wake ule? Amini usiamini. Mimi nakwambia bro, ataniletea nusu ya mshahara wake bro. Ningepangia kikosi ule mm. Anza na hao wengine wanakuja kuingia sabu. Yeah. Yule sana sabu zake zile za ubayo bwela 4 5 5 angapi? Mimi mm. ningepangia kile kikosi kwamba hichi tayari unaenda kumaliza kila kitu. Timu tunayo bro, timu tunayo, timu tunayo. Kuna baadhi ya wachezaji, unajua wachezaji ukiangalia mpira unajua huyu akicheza na huyu huyu mm. akicheza na huyu, jinsi wanavyo pambana mm. yani ile propeller inafanya kazi ile kisawasawa. Wachezaji mm. tu wenyewe tu hawapambani right. Wachezaji wangejua sisi tunavyoumia, tunavyoumia. Mm. unakutana na mtu ambaye hata mpira hajawahi kwenda hata mara moja, unakutana naye barabarani, jezi yenyewe hiyo timu yake anayoongelea mm. amevaa, hiyo miaka hiyo ya nyuma, hata hii mpya hajavaa lakini akikukuta barabarani, na kisa kwa vile tayari unajua blog watu mm. shabiki wati fulani mtu, utakutana kushambulia, utafikiri kama wewe labda ndo mwenyekiti ati mwenyewe. Lakini tutafanyaje? Ndio sina budi, ushavuria nguo tumeshaingia, lazima tu familia ya mpira tushaingia, yakoge hayo hapo. Eh, e bwana, nikirejea kwa upande wa pili bwana, jana kulikuwa kuna kikao na mkutano mkuu wa mwaka wa Simba Sports Club. Vipi wanasimba, mnasemaje kwa namna ambavyo kikao kilienda? Lakini vile kwa namna ambavyo kikao kilimalizika, unasemaje? <laughs> <laughs> kuna vitu vingine bro, tumwachie mwenye Mungu, mambo mengine tumwachie Mungu eh? mambo mengine tumwachie Mungu mm. tufunike mm. kombe, aya mengine yapite mm. tusonge sana mpaka ukaonekana kama mm kwa namna ah. nyinyi ambavyo mlivyoona kikao kilivyokwenda, akikwisha ile kama tunavyozoea vikao vingine kuisha mm. akijaisha ile kama vikao vingine kama vinavyokuisha mm. eh, kime yani kimeisha ile kiubaya ubwela mm. kikao kimeisha kiubaya <laughs> ubwela mm. Yes, ubaya ubwela, basi ngoma inaenda kiubaya ubwela yani mm. nimeenda kama kiubaya ubwela fulani, lakini mm. akikwisha ile kama tulivyozoea vikao vingine vinavyokwenda vinavyokuisha mm. tunatoka pale mm. mm. Awe, iko like, well, okay, naongea, yani tunaponaongea raha, ee, uzungumza raha, laki, ee, lakini ndo Simba yote ni moja. Hakuna haja ya kugombania fito wakati wote tunajenga jengo moja. Zimeletwa hoja, ilitakiwa tuje pale tuzijaji zile hoja. Kama tulivuka kwenye meza hii, bwana hii iko hivi, ko hivi vipi hapa? Ah, hii hapana. Namba fulani na namba fulani vipi? Hiyo vipi? Ah, hapana. Hiyo hivi hapana, ah, lakini sasa kwa m ule mkutano jinsi nilivyouona jana, mwendelezo wake ule, ubaya ubwela ulikuwa mwingi sana jana pale, jana ulikuepo mwingi sana. Nimezoea kuwapelekea watu ubaya ubwela, ila leo viongozi wakawapelekea nyinyi mashabiki ubaya ubwela. Jana ubaya ubwela pale ulikuwa kutosheleza watu pale. Walikuja kila mtu akili yake iko kwa moto Jana pale kila mtu yeah. Yani watu wote yani pale jana kama pale mo mo, yaa, ba, ba, ba, pale, yeah. pale, pale, pale. Bwana ukitaka yeah. yeah. kujichanganya mseme moo vibaya, na mimi nipongeze tu mwekezaji wetu ni mtu mwenye subira, mm. Subira ya vuta heri. Miaka mingi sana tuko naye, tumeanza naye mdogo mdogo, mpaka tunakwenda naye hivyo hivyo mdogo mdogo, mdogo mdogo mdogo mdogo. Na Mwenyezi Mungu anasema kila mwenye kusubiri e ndo anapendezewa naye sana. Kwa Simba, sisi ni watu wa kufanya subira. Subira ya vuta heri. Pasi milioni, mzee wa kusubiri na subira na vuta heri na subiri. Sina mambo mengi vile, cha muhimu tu ni kuendeleza dala na ni sala sana, ah, kaka, banda, na dua hiyo ndo dawa muhimu sana hapa duniani. Kaka, mpaka ajengewe vibanda, mpaka ajengewe vibanda kaka. Na ukibeba chizi lazima uchafuke. Umecheka shamba elewi. Shukrani sana.